Changamoto ya kukatika kwa umeme katika jiji la Dar es Salaam huenda ikawa imepata ufumbuzi baada ya serikali ya Japani kupitia shirika la maendeleo la JICA kutoa jumla ya dola za Kimarekani milioni thelathini na nane ambazo ni sawa na shilingi bilioni themanini za Tanzania kwa ajili ya ukarabati wa miundombinu ya umeme jijini. Akizungumza katika hafla ya uwekaji wa jiwe la msingi katika kituo cha kupozea na kusambaza umeme Ilala, Kamishina wa madini Injinia Paul Masanja anasema, kama mnavyofahamu tumejitahidi sana kuhakikisha umeme unapatikana katika nchi yetu, na ili tuhakikishe kwamba tatizo la kukatika katika umeme katika jiji la Dar es Salaam linaondoka, tumehakikisha tunapata msaada huu ambao utaondoa tatizo la miundombinu ya umeme katika jiji la Dar es Salaam. Kwa nini tumetarget Dar es Salaam? Ni kwa sababu asilimia hamsini ya umeme unaotumika katika nchi hii unatumika kwenye jiji hili la Dar es Salaam. Wataimarisha miundombinu ya umeme kwa kuweka substations kadhaa na kuweka laini za umeme katika jiji la Dar es Salaam itakayosaidia sana wakaazi wa jiji la Dar es Salaam kupata huduma ya umeme wa uhakika. Injinia Masanja amesema miradi hiyo inatarajiwa kukamilika mwakani na kutoa wito kwa watendaji wa TANESCO kusimamia miradi hiyo kwa uadilifu mradi huu utakamilika ikiwezekana hata mwaka elfu mbili na kumi na sita. Kwa hiyo ni matumaini makubwa, na mimi nichukue tu nafasi hii kuwashukuru sana wenzangu hao na kuiomba TANESCO kuhakikisha inasimamia ipasavyo yale tuliyokubaliana kwenye mkataba huo, ili isifike mahali wenzetu hawa kakwama kuendeleza mradi huu kwa sababu tu ya uzembe wa watu fulani. Sisi kama serikali hatutaruhusu jambo hilo litokee. Naye mkurugenzi mtendaji wa shirika la umeme TANESCO, mhandisi Felishemi Mramba amesema, kukamilika kwa miradi hiyo kutapunguza kwa kiasi kikubwa tatizo la umeme. Katika mradi huu ambao tumezindua leo, unajumuisha kwanza kabisa kujenga laini ya pili ya kilovolt 132 kutoka Ubungo kuja katikati ya jiji kuja mpaka hapa kwenye kituo hiki na kusambaa katikati ya jiji la Dar es Salaam, lakini pia tutajenga vituo vipya katika maeneo manne eneo la kwanza ni Muhimbili, eneo la pili ni Mwananyamala, eneo la tatu ni eneo la Oyster Bay na Masaki, eneo la nne ni Jangwani Beach, maeneo ya Mbezi. Hili tutajenga kituo kipya ambacho pamoja na mambo mengine kitaimarisha ubora wa umeme katika mahoteli ya kitalii ya ufukweni na maeneo ya Mbezi Beach, Kunduchi Beach na maeneo yanayopakana. Pamoja na hayo, balozi wa Japani nchini Masaharu Yoshida amesema serikali ya Japani itaendelea kushiriki katika shughuli za maendeleo kwani ni njia mojawapo ya kuboresha mahusiano kati ya nchi ya Japani na Tanzania. Peter Edson, Mwananchi Digital.